Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la kwanza, kipindi cha Kwaresma mwaka si mwaka wa kanisa, masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Walawi sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya pili, aya ya 11 hadi aya ya 18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 kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula; nalikuwa na keu, msininyweshe nalikuwa mgeni, msinikaribishe; nalikuwa uchi, msinivike; nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitizama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au umgeni au u uchi au umgonjwa au ukifungoni kifungoni tusikuhudumie?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 katika tafakari ya injili ya siku ya leo tuongozwe na ujumbe usemao tufanye mageuzi katika maisha yetu. Katika somo la injili ya leo tunaalikwa kutafakari juu ya maisha yetu ya kila siku, likituongoza katika kipindi hiki cha Kwaresma, kwamba ni kwa namna gani tunapaswa kuishi na kufanya majiundo upya katika maisha yetu ya kila siku. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kutafakari juu ya ukombozi wa mwanadamu kupitia mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ili kututoa au kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Kwaresma ni kipindi cha kujinyima kwa ajili ya wahitaji na wenye shida mbalimbali. Ni kipindi cha kufanya toba ya kweli kwa kuachana na matendo maovu na kutenda mema. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kujichunguza, kufanya tathmini ya maisha yetu, kwamba ni wapi tulishindwa kutenda yale yampendezayo Mwenyezi Mungu na ni kwa namna gani tutaweza na kujiepusha na ghadhabu ya Mungu. Hivyo kipindi cha Kwaresma hutukumbusha juu ya gharama ya ukombozi wa mwanadamu, tukiongozwa na dhamira ya siku ya leo inayotualika kufanya mageuzi katika maisha yetu ya kila siku kwa kuwacha njia mbaya na kutenda mema. Yesu Kristo anatumia mfano wa makundi mawili akieleza juu ya ufalme wa mbinguni na wanaostahili kuingia katika ufalme huo na ambao hawastahili. Akitufundisha ni nini tunatakiwa kukifanya? Akitufundisha ni nini tunapaswa kufanya katika safari yetu ya maisha hapa duniani ili tuweze kustahili kuingia katika ufalme wa mbinguni tunaalikwa kutenda matendo mema kama ifuatavyo: moja, kuwavisha walio uchi. Ndugu zangu katika Kristo, mazingira yetu tunaoishi katika familia zetu, katika jumuiya zetu na katika jamii kwa ujumla, wapo watu ambao wametengwa na jamii kwa sababu mbalimbali mbali. pia wapo watu ambao hudhalilishwa kutokana na changamoto mbalimbali mbali au ukatili wa aina yoyote ile. Pia wapo wale ambao wanakosa hata nguo za kusitili miili yao. Hao ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kuwahudumia kwa, kwa kuonyesha upendo, kuwajali na kushirikiana nao katika mahangaiko yao hapa duniani. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumetimiza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo la kuwavisha walio uchi. Jambo la pili wanywesha wenye kiu na kuwalisha wenye njaa katika jamii zetu. Wapo watu ambao ni wa hali ya chini kiuchumi ambao wanakosa hata riziki ya siku yaani, hawana uwezo wa kupata chakula. Ili ni kundi la pili la wale ambao wana kiu na njaa ya kulifahamu neno la Mungu au wanatamani kufahamu juu ya mambo ya muhusuyo Mungu, ila wanashindwa kutokana na mazingira na hali zao za kimaisha. Hao pia Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kuwalisha neno la Mungu ili waweze kukidhi haja zao katika kumfahamu Mwenyezi Mungu. Pia tunaalikwa kuwahudumia wale wenye changamoto mbalimbali za kimaisha, hasa wale wa hali ya chini kwa upendo tukifuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo alivyokuwa akila na maskini na wenye dhambi na watoza ushuru, watu ambao walionekana hawafai katika jamii. Jambo la tatu, kuwatembelea wafungwa na wagonjwa. Wapendwa taifa la Mungu, watu waliokosa matumaini ya kuendelea kuishi kwa sababu mbalimbali mbali, kama wafungwa na wagonjwa ambao wanahitaji faraja, wanahitaji kurudishiwa matumaini yao kwa sisi kuwaonesha thamani yao katika ulimwengu huu kwa kuwatembelea, kufurahi pamoja nao ili tuweze kuwarudishia matumaini yao na waweze kujiona kuwa wanathamani katika jamii. Hivyo sisi kama wakristo wa Katoliki tunaalikwa kuwa mstari wa mbele kwa kutenda matendo hayo ya huruma, na tunaalikwa kutenga muda wetu kwanza kwa kuwaombea kwa Mungu ili vifungo vyao au maradhi yao yanayowasumbua yasiwakoseshe matumaini kwa muumba wao, bali yawe chachu ya kumtafuta Mungu zaidi. Na pia tunaalikwa kuwa na utaratibu wa kuwatembelea watu wenye shida mbalimbali, wagonjwa, watoto yatima na makundi mbalimbali mbali yenye mahitaji maalum, tukifuata mfano wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo katika moja ya tafakari zake akisema, twendeni tujifunze mahangaiko ya watu twendeni tushiriki kubeba mizigo yao, hapo ndipo tutastahili kushiriki ufalme wa Mwenyezi Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, katika ulimwengu huu wa sasa tunafungwa na vitu mbalimbali mbali, kama tamaa za mali, anasa za dunia, tamaa za madaraka, ukatili wa kijinsia, rushwa na mengine mengi, ambayo yanatufanya tunashindwa kuona thamani ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu pia tunashindwa kuona thamani ya wenzetu kwa kujali zaidi hayo malimwengu kuliko utu wa mtu, ambapo husababisha migogoro katika jamii, migogoro katika familia, uvunjifu wa amani, kuporomoka kwa maadili na hata mauaji. Hivyo, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kufanya mageuzi katika maisha yetu, tukiongozwa na amri kuu ya upendo kwa Mungu na mapendo kwa jirani. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atupe nguvu ya kuvumilia taabu, masumbuko na pia atupe nguvu ya kuweza kuishi amri hii ya mapendo. Hapo ndipo tutastahili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya siku ya leo. Ya kuletea tafakari hii ni mimi Flatele Emmanuel Bija wa shirika la wamisionali wa damu takatifu ya bwana wetu Yesu Kristo kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo! Milele Amina!